Naomba nikisema MC Pilipili hujaisema washa, washa. Oh my God washa, washa. Oh my God uh, uh, sasa ile yenyewe unajua Pilipili alikuwa anaisemaje? Very good. Wengi wetu aliyelala hapa ni rafiki, ndugu, jamaa ambao tume tumekusana naye tumekutana naye tumeishi naye tumeexperience maisha yake, lakini kwa wachekeshaji tumemtazama, tumejiunga naye, ametulea, ametushika mkono kipindi ambacho tunataka kusimama, akaondoka. Neno la Mungu linasema tuwe tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Hakika huu wakati haukufaa, lakini utayari wa roho ya Pilipili ulikuwa tayari. Wote tumekuwa mashuhuda, akimtumikia Mungu, akiwa kwenye karia zote ambazo amepita nazo, kwa sina mashaka. The body is sleeping but your spirit is awake Your body is is sleeping but the man in you is celebrating. Kipindi naingia hapa nilikuwa nalia sana. Bwana Yesu wasifiwe, Amen. Sisi kama wachekeshaji tunayo furaha ya ku experience maisha yake, lakini pia tunayo furaha ya kujifunza tuliojifunza kutoka kwake, lakini pia tunayo furaha kubwa kwamba Kristo Yesu yuko pamoja naye. Mbarikiwe sana, rest in peace Pilipili pili. We mean peace because Jesus is the beginning and the end of that peace.